Viazi vitamu ni miongoni mwa vyakula vya wanga vyenye faida mwilini, kwa sababu vina viinilishe na dawalishe zinazoweza kukinga na kutibu baadhi ya marazi. Kwa mujibu wa wizara ya kilimo, kuna makundi matatu ya viazi vitamu ambavyo ni viazi vitamu vya rangi ya chungwa, kwa Kiingereza orange fleshed, viazi vitamu vya rangi ya zambarau purple fleshed na viazi vitamu vya rangi nyeupe white fleshed. Viazi vitamu vya rangi ya chungwa mara nyingi huitwa kiazilishi, na hii ni kwa sababu ukikikata kina rangi ya chungwa ndani. Utafiti uliofanywa na taasisi ya chakula na dawa nchini Marekani USFDA, imebainisha kiazi kimoja kikubwa kinaweza kumpatia mtu asilimia mia ya vitamini A inayohitajika mwilini kila siku wa kikila. Unapokula viazi vitamu unapata vitamini nyingi tofauti kama vile vitamini A, B5, B6, C na E. Lakini pia ukila viazi vitamu unapata madini ya potassium, magnesium, phosphorus, manganese, zinc wanga, sukari ya asili nyuzilishe, beta carotene na kolin zinazosaidia kustawisha ngozi ya mwanadamu na kuifanya vizuri. Zifuatazo ni faida za viazi vitamu, lakini kabla ya faida hizi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushea ili uendelee kupata maudhui yetu kila tunapoposti. Namba moja, viazi vitamu ukivila husaidia mtu kupata usingizi mzuri usio na mauzauza. Hii ni kwa sababu vina vitamini B kumi na sita, muhimu kwa utengenezaji wa seli nzuri zinazoboresha usingizi. Vilevile vile vina wanga wenye nyuzinyuzi ambao husaidia mwili kutengeneza homoni za usingizi siyo hivyo tu, vina sukari nyingi, hivyo husaidia kudhibiti sukari ya damu usiku na kuzuia kuamka mara kwa mara. Vilevile vina potassium na magnesium ambavyo hupunguza msongo kwenye misuli na kuupa mwili utulivu kabla ya kulala. Namba mbili, dawa lishe aina ya beta carotene inayopatikana kwenye viazi husaidia sana kudhibiti maradhi ya moyo, pumu na kupunguza kasi ya mwili kuchakaa. Utafiti huo pia ulibainisha dawa lishe hiyo huwasaidia wanawake kutengeneza vichocheo muhimu wakati wa ujauzito na kunyonyesha. Namba tatu, madini ya potassium yaliyopo ndani ya viazi hivyo vinasaidia kupunguza uwezekano wa kupata shinikizo la damu, yani high blood pressure. Viazi vitamu vinasaidia kuondoa madini yasiyohitajika mwilini, kuboresha ufanyaji kazi wa moyo, kuboresha mapafu, kuimarisha kinga ya mwili na ni chanzo kikubwa cha beta carotene. Namba nne viazi vitamu ni chanzo cha madini ya chuma, potassium na calcium. Viazi vitamu vina nyuzi nyuzi ambazo husaidia kupunguza kasi ya ufyonzwaji wa sukari kwenye damu. Hii husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, kuukinga mwili na kuboresha umeng'enyaji wa chakula. Viazi vitamu pia ni moja ya vyakula ambavyo vinapendekezwa kwa mjamzito, kutokana na kuwa na sukari asili ambayo husaidia kuweka sawa kiwango cha insulini mwilini na hivyo kupambana na kisukari. Namba tano, uwepo wa kirutubishi cha beta carotene pia huweza kutumika kama antioxidant ambayo husaidia kupunguza madhara ya maumivu ya viungo, hulinda afya ya mapafu, hivyo ni vizuri kutumiwa kwa watu wenye pumu. Pia aidha viazi vitamu vimesheheni nyuzi nyuzi ambazo ni muhimu kwa umeng'enyaji wa chakula tumboni na usaidia kukinga dhidi ya saratani ya utumbo na ukosefu wa choo. Namba sita, vitamin D kwenye kiazi kitamu ni muhimu kwa afya ya meno, mifupa, moyo na ngozi. Na vitamin B6 ni muhimu kwa kuulinda mwili dhidi ya matatizo ya shambulio la moyo na kiharusi. Viazi vitamu ni chanzo kizuri cha madini chuma ambayo husaidia uundaji wa seli nyeupe na nyekundu za damu, hivyo kufanya kuwa na uwezo wa kupambana na tatizo la ukosefu wa damu mwilini, anemia. Namba saba, inaweza kupunguza hatari ya saratani. Viazi vitamu vina antioxidant, misombo ambayo husaidia kulinda mwili dhidi ya uharibifu unaosababishwa na virutubisho hatari. Uchunguzi kutoka kwa maktaba ya kitaifa ya tiba unaonyesha kuwa antioxidants kwenye ngozi ya viazi vitamu, haswa viazi vitamu vya zambarau, vinaweza kusaidia kupunguza mchakato huu wa oxidation, na hivyo kupunguza hatari ya saratani. Ili kupata virutubishi vingi kutoka kwa viazi vitamu vyako, usivimenye. Vioshe tu kabla ya kupika. Namba nane, viazi vitamu vinasaidia kurahisisha mmeng'enyo wa chakula, kwa sababu vina nyuzi nyuzi nyingi ambazo zimeonekana kusaidia mfumo mzuri wa usagaji wa chakula. Hadi sasa, tafiti nyingi zimefanywa kwa wanyama, lakini inaonekana kwamba viwango vya juu vya sterols za mimea vinavyopatikana kwenye viazi vitamu vinaweza kuwa na athari za kinga kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuwa na manufaa katika kuzuia vidonda vya tumbo pamoja na dawa zisizo za steroido kama vile Brufen. Lakini je, Unafahamu umuhimu wa kula ndizi mbili mbili kila siku? Kama ujui, basi unapitwa na mengi. Bonyeza video hiyo inayotokea kwenye skrini yako kufahamu faida za kula ndizi mbili kila siku.